wa rangi kutoka eneo la Lolgorion huko Kilgoris, Elijah Akumu ameibuka mshindi wa mchezo wa shabiki.com Aviator Players of Love. Akumu ambaye amejishindia shilingi laki tano ni mshindi wa mwisho wa kampeni hiyo ya shabiki.com Aviator Players of Love. Akumu, mwenye umri wa miaka 45, ni mzaliwa wa Migori, na aliibuka mshindi baada ya kupata dau la juu zaidi wiki hii. Elijah ameelezea furaha yake baada ya ushindi huo mkubwa, akisema atatumia sehemu ya pesa hizo kuanzisha biashara na zitakazosalia atumie kuendeleza kilimo. Nilikuwa ninaona kwa TV watu wakishinda, na sikuwa nimeanza kuwekelea kubet lakini, sasa vile niliona watu wakiendelea kushinda, nami pia nikakuwa na hiyo.